Kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa uh, mheshimiwa mheshimiwa Kenan kiongozi. Uh, muda mfupi nilikuwa kwenye mkoa wako Simiu, nimeona kazi uliyoifanya nzuri sana na kwa sababu mkuu wa mkoa wa Arusha ameamua kuingia kwenye kinyang'anyiro, nimekuhamisha kutoka Simiu kwenda Arusha. Najua Arusha unapajua vizuri na nguvu ile ile uliyoitumia Simiu nenda kaitumia Arusha. Najua unaweza, kawaunganishe wana Arusha na kutakia kazi njema ndugu. Ana Mringi Macha mekutoa a, Shinyanga nimekupeleka Simiyu, umefanya vizuri Shinyanga na najua ulishajipanga vyema kwa Shinyanga, sasa nenda kamsikilize Kenani alivyojipanga nawe anza safari pale Simiu, si pazito, nimetoka juzi, najua unaweza. Kwa hiyo nakutakia kazi njema vile vile. Tumewateua wakuu wa mikoa wapya watano watano, wanne wanne watano, pamoja na Kamanda Siro, watano na wanne kati yao ni vijana mliopikwa ndani ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo sina wasiwasi wasi nanyi, lakini kama alivyosema mheshimiwa spika, tumeangalia utendaji wenu, tumewafuatilia kwa karibu, tumeona kipindi hiki hatuna haja ya kutoa watu nje kuleta, tuwapandishe muendeleze mikoa mliotoka. Lakini kwa kamanda Siro, mkoa wa Kigoma ni mkoa uh, wa kimkakati ni mkoa unaopakana na nchi jirani, ni mkoa wenye mambo mengi. Kwa hiyo tumemtoa pale kamanda wa polisi tunakurudisha kamanda wa polisi. Lakini kamanda wa polisi wewe umechanganya na ujuzi wa diplomasia. Kwa hiyo nimekuona utafiti kwenye mkoa ule. Najua nimeshakutumia sana kama IGP, kama balozi lakini bado nakuona una nguvu. Nenda kaushike mkoa wa Kigoma. Ah, uh, Harry James nimekuona Iringa unavyochemka na hakika unapaweza. Nenda kafanye kazi. Mboni Mhita, Shinyanga najua kwa sasa hivi hata kisukuma unaongea. Sasa nenda kaivae Shinyanga. Kama ulikuwa unafanya kazi chini ya mkuu wa mkoa, sasa wewe ndio mkuu wa mkoa. Nataka na upite vichochoro vyote vya Shinyanga na uhakikishe Shinyanga inanyooka, na kutakia kazi njema. Beno Mbeya e, likuwa na kufuatilia kwa karibu yanayotokea pale Mbeya mjini. Mbeya unapajua pazito kidogo, na nyumbani kwa Mheshimiwa Spika, kwa hiyo kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika. <clears throat> kalinde heshima ya Mheshimiwa Spika na hakikisha Mbeya inabaki salama. Um, Songwe Jabir na kujua, ni mpya kwa Songwe. Nimekutoa Morogoro, nimekutoa Morogoro, uh, wapi pale, kuna hiyo Gairo. Nimepita Gairo, nimeona kazi yako, na hakika unaweza kuishika Songwe. Nataka nikuambie kwamba Songwe si pa rahisi sana uh, lakini kwa uwezo wako na hakika utapaweza wewe ni mstahamilivu, ni msikivu na hu, hufoki, lakini una actions. Lakini bahati mbaya ni kwamba wewe ni mpya na rasi wako ni mpya hawasi, lakini hawasi ana experience zote uh, za kichama na za kiserikali. kwa nendeni mkasaidiane kwa karibu. Sitaki kusikia kuna migongano, aidha baina yenu au baina mnayowakuta pale chini. Kama kuna migongano kaiwekeni sawa, lakini nataka mkashirikiane. Tumieni ujuzi wenu wa kichama lakini wa serikali muiongoze Songwe. Nawatakia kazi njema.